Umemalizika mchezo haupo tena, wala hun au pumbao. Pumbao ni jambo linalompumbaza mtu akainjoi, kama anayesema mimi sipati usingizi kama sijasikia rekodi ya mwimbaji fulani, anapumbaa pale mpaka akapata usingizi. Ndo jambo aliloliendekeza nalo, pia lina mwisho wake. Akishapata uo wa usingizi, kesho itabakia hadithi, aweke tena ile rekodi apumbaye tena, utarudiarudia mpaka lini? nayo pia inakwisha hiyo. wazinatun na mfano wa maisha ya dunia ni mapambo. Watu wote wana umbile sawa, lakini mwene, mwingine anaonekana mtanashati nadhifu kwa sababu ya mavazi yake, kajipamba kajikorombweza. Mwingineo pia kavaa, lakini hakujipamba, lakini wote wamevaa. Kwa hiyo ni kama pambo, yule aliyejipamba akapendeza kwa pambo, akilivua lile pambo wala humtamani pengine sura yake mbaya kuliko yangu. Pambo ndo linamfanya aonekane fulani, yuko katika hali fulani. Likitoka pambo ile, muonekano wake pia unabadilika. Yani yeye ina maana siku zote awe kwenye pambo tu. Na ndo maana Waswahili usema, usitafute mchumba ngomani. Ngomani. Kwenye ngoma ndo ukatafute mchumba. Maana anaenda ngomani kajipamba kadiri alivyoweza, hasa yule ukimchukua ukiisha nyumbani tena mnalala mzungu wa nne huna hamnaye tena ah sikufanya maamuzi mazuri nilikosea sana ulikurupuka ulimwona kajipamba na dunia ndo hivyo mfano wa maisha ya dunia ndo hivyo hivyo pambo tu pambo likiondoka dunia iko hali mbaya watafakhurum bainakum jengine linalopamba dunia ni kule kujifakharishiana baina yenu kutambiana anasema mimi ananiweza yule mimi nimetaharaji Madina mwingine, ah, mimi nimetaharaji Al-Azhar, elimu iko kule bwana, yule mimi mwanafunzi tu kwangu. Basi watu wanapenda hiyo fahari. Ukiwataka hawa waje kwenye jambo la pamoja, hata kama utatumia kauli ya Mungu hawakubali, pamoja na elimu zao. Wa qul ta'ala wa ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, wa la nushrika bihi shay'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min duni Allah watu hawakubali kwa sababu ya kutafuta tafakhur bainahum. Kujikweza tu kunamfanya mtu ajisikie kwamba mimi zaidi kuliko fulani. Jengine linalopamba dunia, watakathurun fil amwali wal auladi, duniani watu ili waone raha ya dunia, dunia imewakubali ni kuwa wana wingi wa watoto na mali. Watu wa sasa si sana kutaka wingi wa watoto maana wanaimbiwa mwimbo lazima mpange uzazi. Mtu wa sasa anaweza kusema watoto wangu wawili wanantosha, basi hawa, na akamshauri na mkewe tukafunge uzazi, wawili wanatutosha. Kama ana uhakika hawa watakaa miaka yote. Jeuri ya mtu aliyekuwa hana akili. Hati huthubutu mtu akasema watoto wawili wanatutosha, basi hawa tufunge uzazi. Lakini watu wa zamani walikuwa wanapenda sana wingi wa watoto tena wanaume Watu wa Maka, si watoto tu, watoto tena wanaume. Wanasomeshwa hao, wanaandaliwa hao, wanaandaliwa wawe vizuri kiuchumi, kiutawala, kijeshi, maana ndio mambo ya wakati wao. Walikuwa wanapenda sana kuwatraini watoto wao fani mbalimbali. Kwa hiyo mtu ana watoto wake yeye mwenyewe kakaa mahala fulani, wakipita tu wale watoto, aa, mtoto wa fulani yule, anajisikia maana, mtoto sio mtoto tu, mlaunga ni mtoto mwenye hadhi fulani, fahari kwa babake. Kwa sasa wanakulaunga kama nyoka akapita hapo, anakwenda kama mlemavu hivi, maneno hayachanganyi eh? Lakini zamani watu wakatunza watoto wao, wanawaandaa watoto jina la mtoto likitajwa fahari kwa mzee. Kwa hiyo hii ndo Allah aliposhusha aya, watu walikuwa wako hivyo. Sifa na fahari ya taifa fulani ni uzuri wa watu wake. Sisi watu wetu wanaharibiwa tu kwa pombe kila pahala. Ba, tunaambiwa ndo urithi wetu sasa. Si mababu zetu sijui ametuachia urithi huu wakitangaza hivi vinywaji vyao, wanasema huu ndo urithi wetu. Kilimanjaro, Laga, hivyo eh. Kheri basi, hawa wazee wetu, kumbe ndo wametuachia hivi matatizo. Lakini Allah anasema dunia, takathurum bainakum, ni kule kujivunia wingi tu baina yenu. Fil amwali wal auladi, kwenye mali na watoto. Kazarain, yote mifano hii inajumuika na mfano mmoja mkubwa, ni kama mazao vile shambani Eh, kazarin akhraja nabatuhu, ni kama mazao shambani. Mimea yake kwenye hilo shamba imetoka kwenye ardhi thumma yahiju, halafu ile, ile mimea iliyotoka ikastawi inanyauka baadaye. Yani wewe lima, hata kama ni michungwa, utavuna miaka mitano sita, baadaye unaiona inaanza kupoteza mwelekeo, majani yananyauka, yanakuwa ya manjano utalazimika upande michungwa mingine kabla hii haijafa, lakini nayo michungwa ina umri wake, ikishakomaa, nayo inazeeka, inakufa. Na mingine midogo midogo ndo haichukui muda mrefu, leo unapendeza mmea wako unapenda kuuangalia, lakini baada ya mda nao unapotea, unapoteza mwelekeo unakufa, upande mwingine. Na dunia nayo msifikirie ndo ipo milele, nayo itakwisha, alafu yatakuja mambo mengine, ndo mfano wenyewe huu ahraja nabatuhu thuma yahiju fatarahu musfara, ni kama mimea ambayo kama ardhi ambayo mimea yake kwenye ardhi hutoka ikastawi kijani kibichi ukaiona, halafu ikanyauka ikawa majani fatarahu ya musfaran, utaiona ya, rangi ya manjano, ya manjano. Thumma yahiju, halafu inakauka kabisa. Baada ya hapo, Allah anasema kwa mfano huo, wafi akhirati adhabun shadidun na dunia nayo hii itakwisha, akhira itakuja, na hiyo akhira ndo mliambiwa mtumie hii dunia kujiandaa nayo. Sasa mtakapotoka hapa duniani mkaenda akhira, kutakuwa na mambo mawili. Wa fil akhirati akhira nako, adhabun shadidun, kuna adhabu kali kwa watakaokosea. Wale watakaojiona duniani ndo wamefika wakashughulikia dunia tu, akhira watapata adhabu kali. Kama kustarehe ndo shastarehe duniani, pao yamekwisha, mambo yao ya starehe kule adhabu kali mno, muda wa dunia umeisha kama ulivyokwisha ujana, kama ulivyokwisha mchezo, kama ulivyokwisha mea, kama kilichokwisha kitu chengine chochote. Na dunia itakwisha, akhera itachukua nafasi yake, ambayo ndo ya kudumu. Sasa utakapotumia dunia vibaya, akhera adhabu kali. Wa maghfiratu min Allahi wa wa ridwan, na wengineo huko akhera watapata msamaha kutoka kwa mola wao na radhi zake. Mara nyingi tunaelezea kwa nini wengine waadhibiwe wengine wasamehewe, na makosa wote wanayo. Ndiyo hawa waliosamehewa walifuata utaratibu mpaka wa kujirekebisha kwenye makosa, waliambiwa tubieni, wakatubu, ombeni msamaha, wakaomba. Weye hata yote haya huyataki, we ni kukosea kwenda mbele tena, usamehewe na nani? Na hujataka kusamehewa. Kwa hiyo ukenda na makosa kwa Mungu, adhabu kali lakini waliokubali kutubu kuomba msamaha na wakafanya mema kidogo, yanaonekana ya kupimika, basi watasamehewa makosa yao na watapimiwa hayo mema yao, wapate ujira. wamalhayatu dunia illa mataa lghurur, dunia yenu pamoja na kuiona tamu nyinyi, lakini hii dunia si chochote isipokuwa ni starehe yenye kudanganya tu. Unajihisi umestarehe, lakini si starehe kupata ni starehe yenye kudanganya. Bismillahi rahmani rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, hivi anayetembea kagubika chini uso wake ndo kaongoka? Afuate tu matamanio yake, mazoea ya watu waliomtangulia, na nyenendo za wasimamizi wa nchi wakubwa Waheshimiwa, we wasikilize tu nje ya utaratibu wa dini, ndo utakuwa umeongoka? Hayo yao ukiyafuata kwa sharti zao zote, mungu ndo atakulipa. Aman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim, au aliyeongoka ni yule mwenye kutembea